Haleluya, ni nakusalimu kwa jina la Mungu aliye hai, na ni matumaini yangu ya kwamba wewe uko mzima kabisa na unaendelea vizuri. Basi tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku hii ya leo tena na tumepata muda wa kuweza kuendelea kujifunza kwa habari ya nguvu katika malango au majira mapya. Tulianza kwa kujifunza tukaangalia kwa nini tunahitaji nguvu mpya, lakini tukaangalia kwamba kuna nguvu ipi katika haya majira tuliyoko. Tukaangalia pia kwa nini tunahitaji nguvu katika majira mapya, lakini tukaangalia pia kwa habari ya malango katika majira mapya. Na siku ya leo tunaangalia namna au njia zitakazokusaidia kuweza kuongeza nguvu yako tulijifunza kwamba vitu ambavyo vinaiondoa nguvu yako, tukawa tumeangalia kwa habari ya majaribu, tukaangalia upinzani kutoka kwa movu Ibilisi. Sasa lazima tuangalie pia namna au njia zitakazokusaidia wewe kuiongeza nguvu yako. Ukisoma kitabu cha Efeso sura ya tatu mstari wa 20 anasema kwamba basi atukuzwe yeye aweze kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo na yale tuyawazayo kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Kwa hiyo kumbe, Mungu anatenda kazi ndani yetu kadiri ya ile nguvu iliyoko ndani yetu. Sasa kama umepungukiwa na nguvu, hauna nguvu katika majira mapya, atatendaje kazi? Na ndio maana tunajifunza kwa namna ya njia zitakazokusaidia kuongeza nguvu yako. Kitu cha kwanza au njia ya kwanza, pata chakula cha, cha kiroho. Sote tunajua kwamba unapopata chakula unajiweka katika nafasi ya kuongeza nguvu ya mwilini, na ndio maana hata katika namna ya kawaida usipokula eh, unaweza ukadhoofu afya, lakini mwisho utakufa. Kisehemu hata katika ulimwengu wa roho, kwamba unahitaji chakula ili uweze kuendelea kuwa hai na uendelee kuwa na nguvu ukisoma kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura kumi na tisa kuanzia mstari wa saba, pale tunasoma habari za Elia. Tunaona malaika wa Bwana akamwendea mara ya pili, akamgusa, akasema, inuka, ule; maana safari hii ni kubwa mno kwako. Kwa hiyo kumbe, safari kubwa inahitaji uweze kuwa powerful, uwe na nguvu, na ile nguvu unaipata kutoka kwenye chakula ambacho unakula. Sasa wewe unakula chakula gani? Unaishibisha nafsi yako na mambo gani? Mwingine nafsi yake imejawa na mambo mabaya, taarifa mbaya, umbea na mambo mabaya yafai, hayo ndio mambo yameujaza moyo wake. Hata ukimsikiliza kwa dakika kadhaa, hayo ndiyo mambo yanatoka ya ndani yake. Sasa hayo mambo je, yatampa nguvu? Haleluya. So lazima uhakikishe kwamba moyo wako, nafsi yako unaishibisha. Baada ya kufanya maombi, wanakukasirikia wana na wengine wanakuchukia na wengine wanainua vita. Usiwa praise kwamba mpaka uendelee kuwa keep. Kama unaona umeingia katika maombi na umefanya aina fulani ya maombi na ghafla watu fulani wamegeuka, wamebadilika, hawaeleweki tena, japo kwa walikuwa wanaonekana ni watu wa karibu, waache usiwa praise. Mwombe Mungu, Mungu wewe ndiwe mwenye watu. Unaweza kunipa watu, unaweza kuondoa watu. Yes, lakini isiwe kwamba kuondoka kwao ni sababu zake. Mwingine ni tabia zake, hana tabia nzuri ha, kwa zile tabia zinawafukuza watu anaohusiana nao kwenye maisha. Kwa hiyo, naye anaweza kusema kwamba nimeomba, nimeomba, Mungu amewaondoa wa. Jitafakari kwanza, kama ni tabia zako ndizo ambazo zinawaondoa watu, basi ujirekebishe. Lakini kama sio tabia zako ndo zinawaondoa basi We achana nao, muombe Mungu akuletee wengine, kwa sababu Mungu hawezi akakuletea watu wengine ikiwa bado unawangangania wale wa awali. Yaani kuna mtu tu wewe unawang'ang'ania, unawang'ang'ania. Mungu Mungu analeta watu kwa majira, anamleta mtu kwako ili afanye kitu fulani na kishaisha mwingine. Watakuwa ni wa muda mrefu wengine, wa kudumu wengine, wanafanya kitu kimoja basi hawana tena mzigo wa kukufanyia kitu chochote lakini wewe ukishaona kwamba alisaidia katika hili jambo basi ni lazima niendelee kuwepo naye. No. Kama muda wake umeisha, naambia Mungu tutokee. Muda wake ukiisha, basi wewe utamuondoa. Hayo ndiyo aina za maombi ambazo unataka kupata ja kufanya, lakini pia omba Mungu akuondolee wa watu, ombea malango ya mahali hmm, ili yakapitishe kilicho cha Kimungu. Adui anaweka walinzi kwenye malango Utaona habari ya Bwana Yesu wakati amekufa, uh, wanajadiliana wale maakida na akina uh, Pilato, wana, wanajadiliana. Wanasema okay. Uh, ukisoma uta, utasoma hapo uh, kitabu cha Mathayo sura ya 27 kuanzia mstari wa 58 pale. Basi yule akida na wale walio pamoja naye wakimlinda Yesu walipoona tetemeko la nchi na mambo yaliyofanyika, wakaogopa sana, wakasema huyu alikuwa mwana wa Mungu. Wakasema Bwana tumekumbuka kwamba yule mjanja alisema alipokuwa akali hai baada ya siku tatu atafufuka. Pilato akawambia, mna askari, nendeni mkalilinde salama ha, kadiri mjuavyo. Anawapa amri kwamba wende wakalinde kaburi lake, ijapokuwa wamekwisha wamekisha kumuua hawajaridhika, wakasema mkalilinde. Sasa wewe kwenye malango yako ya uchumi, ni nani analinda mahali pale kwenye malango yako ya mafanikio ni nani amewekwa kulinda pale? Je, ni Mungu? Akiwa ni Mungu, ujue kila baraka aliyokusudia itakuja kwako. Lakini ikiwa ni adui, ujue kila pakeji itakokuja kwako bila ulinzi atai, atakimbia nayo. Unashangaa mbona ninafanya hiki kitu, ni miaka naenda rudi, sionaji faida, ni miaka naenda rudi, sioni ongezeko. Kumbe kuna walinzi pale wamewekwa pale, hamna kitu kinaendelea. Lakini mfano wa pili nikitoa, kitabu cha Yohana sura ya tano mstari sita au kuna mtu ambaye aliyekuwa ameugua kwa muda mrefu. Yesu alipomwona huyo amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi. Ha, anaandika siku nyingi, hazikuweza kuelezewa ni siku ngapi. Siku nyingi, inawezekana ni miaka kadhaa. Alimwambia, wataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akajibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi mtu mwingine hushuka mbele yangu. Kwa hiyo mtu anaongea kitu kikubwa sana, anatoa sababu mbili ambazo zimemfanya abaki pale pale siku nyingi. Sababu ya kwanza anasema kwamba Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani kwa hiyo kumbe, unamhitaji mtu wa kukutia birikani. Hicho ni kitu cha kwanza ambacho huyu mtu anazungumza ambacho kimemfanya endelea kuwa mgonjwa, ijapokuwa e, maji yanatibuliwa na watu wanaponywa magonjwa yao. Lakini kitu cha pili anachokisema, anasema kwamba mimi, ila wakati ninapokuja mimi, mtu mwingine hushuka mbele yangu. fanya sahihi Unapoisikia hiyo sauti shughulika nayo ili isije ikaua nguvu yako. Shughulika nayo fanya toba, rekebisha pale ambapo umeharibu, ili nguvu yako iendelee kuwepo, kwa sababu usipofanya toba shetani au adui anapata sababu ya kuweza kuingia katika maisha ya kwako. Na ndio maana uh, tunaposoma habari za Ayubu. Ayubu alikuwa ni mtu, mtu ambaye alikuwa ni mkamilifu. Ayubu alikuwa ni mkamilifu kwa kuishi mm, maisha ya dhambi, basi shetani atakuwa mshtaki wako lakini pia usiambatane na watu ambao unajua wanaua nguvu zako. Kuna watu ukiambatana nao tu hawawazi mambo ambayo ni ya kukujenga, wao wanawaza changamoto, wanawaza, yani wana makasiriko, wana makasiriko tu, yani wanawaza shida, shida, shida na katikati ya hizo shida wanazowaza hawawazi options solutions. Ni watu ambao hawana solutions always they blame. Yani ni watu wa kulaumu ni watu wa kulaumu, ni wahanga always wanajiona kwamba hatuwezi, hatuwezi kwa sababu hivi, hatuwezi kwa sababu hivi. Hawana nguvu katika yale mambo wanafanya. Usiambatane na hao watu, wataiwa nguvu yako. Sio kwamba watenge, lakini mind your business kwamba usiambatane nao katika yale mambo ya kwako, maono ya kwako ulioko nayo, ukajilinganisha nao. Lakini namba saba, uombe mwili wako. Wagalatia tano uh, mstari wa kumi na saba anasema dhambi ina tabia kuua, uh, inaua nguvu ya ndani hmm. Wagalatia tano pale utaona kwamba mwili wakati wote ushindana na Roho. Kwa hiyo unaposhindana na Roho, lengo lake ni kuiua nguvu ya rohoni.

Hata majaribu pia yana tabia ya kuondoa ile nguvu ya rohoni. Kwa hiyo ni maombi yangu ya kwamba Mungu akusaidie uongeze nguvu. Kuna mambo makubwa sana Mungu anayatazamia kutoka kwako, anatazama ya kwamba wewe ukasimame, kupitia wewe vizazi vikainuliwe, kupitia wewe watu wakainuliwe, kupitia wewe hatima za wengine zikainuliwe. Kwa hiyo unapojiona ni mtu ambaye hauna nguvu, inafika hatu hauwezi kusimama huje, kuna wengine wengi ambao unawaangusha. Adui anapokutafuta wewe, anakuwa sio, e exactly kwamba anakutafuta wewe, anatafuta kuua kilichoko ndani yako, kwa sababu akishaua kile kilichoko ndani yako, kuna vitu vingi sana anakuwa ameviua. Yani kuna mtu amesimama, yani kusimama kwake tu, kuna watu wengine kama mia moja watafanikiwa kusimama kwake tu. Sasa adui anapompiga yule, sio kwamba anataka muo yule, anataka awe kilichoko ndani yake, ili hawa watu hatima za hawa watu zipate kuharibika. So unapojiombea wewe, usijiombee katika mtazamo ya kwamba ninatafuta nguvu ili nisimame mwenyewe, nifanikiwe na nifanye, kumbuka kwa habari ya hatima za watu wengine walioko ndani yako. Mungu akubariki sana. Basi kwa wakati huu tutaomba utaomba na wewe utaendelea kujiombea nafsi yako, ili Mungu aendelee kukupa nguvu zaidi, usichoke katika majira mapya. Tuombe. Mtakatifu Mungu wa majeshi, uketie mahali pa juu palipoinuliwa, ninasema ni asante kwa ajili ya siku ya leo, ninasema ni asante kwa ajili ya fadhili zako, asante kwa ajili ya majira mapya. Jehova Mungu, nguvu zetu zilipungua, tunakusi e Bwana utusaidie, ninaomba toba na rehema mahali pale ambapo dhambi zetu e Bwana zimepunguza nguvu zetu, mahali pale ambapo miili yetu imefanyika sababu ya kupunguza nguvu zetu. Jehova Shamani, nakusi kwa neema yako tusaidie, utuongezee nguvu. E Bwana, utuongezee nguvu tukapata kupiga mbio tukapate kukimbia tukatembea, bila kuchoka Jehova, katika china la Yesu Kristo rehai, ukamwongeze nguvu kila mmoja anayehitaji nguvu yako katika china lako, usimpita wala usimpungukie. Wewe ni mungu mwaminifu sana, wewe ni mungu unayeweza. Ninakuomba e Bwana, usidi kuwepa pamoja nasi, hata katikati ya malango, ukaachirie nguvu yako kwenye malango mapya, e Bwana, kwenye malango ya majira mapya, ukaachilie watu sahihi. Tunasimama kinyume na kila walinzi wa kipepo wanaosimama kwenye malango yetu, e Bwana, tukashindwa kuisikia sauti yako wak Wakash...